Hello, wana KHP. Na tumai mko salama. Najua, eh, wengi watasema mbona tena KHP ametupeleka kwa maua maua, sio kwa maua maua, lakini ni kwa kukuja kuangalia mbegu kama vile niliwaambia. Unajua, Kanada njia yao ya kupanda na kulima ni tofauti kidogo na hiyo ambao sisi huwa tunafanya, na kwenye live yetu ya Alhamisi iliyopita, nadhani niliwaambia ya kwamba kwa harakati za kutafuta kazi ya kilimo ama kuwatafutia kazi za mashamba, kuna sehemu ambao nilipewa nafasi ya kuweza kuweka mbegu, na hii ndio sababu ya mimi kuwa hapa kuja kutafuta mbegu ambao nitaenda kuipanda. Mimi nilifikiri ni kama kwetu nyumbani ambao utachukua tu mbegu yoyote na uweze kuiweka kwenye udongo lakini kumbe sio hivi. Ndio maana uh, nimekuja kuangalia mbegu hapa hizi, ambao unaona ndio aina ya mbegu ambao unaweza ukapanda Canada, sababu ya msimu wao ni ndogo, hawana muda mwingi sana ambao wanatumia kwa kuweza kupanda na wanatumia muda mdogo sana, ndio maana ukileta mbegu ya mbegu mbegu, inakuchukua muda huo, zinaandaliwa mapema Unaona, Queen P leo hapo hadi ameamua kuonekana kwa, kwa video sababu anafanya kazi ya shambani leo. Hata kama hajawahi lima maisha yake yote, lazima nimfunze kulima mimi. Nimewahi fanya kazi ya kilimo. Hii ni bilinganya aubergine, ni she, aubergine ni mabilinganya no. Tunatakiwa kuchukua hata kama ni moja Hmm? Hii ni vitunguu, hii ni bilinganya ama aubergine. Kuna pilipili hapa, hizi ni zinakaa na sukuma. Najua zingine sio rahisi kuelewa, zingine sio rahisi kuelewa. Hii ni eh, inachanganya kidogo, inaonekana ni kama mbegu ya, ya vegetable fulani, lakini unajua vegetable zao pia zingine. So kama hii bilinganya, hizi ni mti ngapi? Mti ni nne, na zinauzwa 2.99 dola, hiyo ni sawa na 3 dola. Hii ni kitunguu, kitunguu ile ya mti, hiyo ya mrefu, na hata haijaandikwa bei haijaandikwa bei na hii atakuwa amechukua nyingi sababu mwenyewe hata huwa hapendagi hiyo aina ya kitunguu sana. So na, jambo kitu nyingine ambayo napenda sana ni maboga, maboga so unajua hii majani yake huwa ni vegetable mzuri sana 1.99 dola, hiyo ni mti mmoja. Uh, oh no, hii si maboga. Hii i inaitwa aje kiukamba? Hii ni kiukamba. Uh, oh, wao wanaitwa green zucchini. Hey, is it zucchini ama hii itakuwa ni kichinese hiyo? Oh, hii ni kiukamba sema nimuulize kama atachukua pia moja. Temperature ni uh, 57 degrees. Hii hapa ni cucumber. Hii ni hii ni nini inaitwa naitwa inaitwaga nini tena? Brokoli hiyo ni brokoli, okay. so hii inaweza ikawa ni ile sukuma huko, sure au autaiji, cabbage. Oh. Okay. Cabbage. Okay. sawa, so. Okra ni hii hapa yeah, okay. Hii ni okra na pia wewe ambaye hujawahi ona mti ya mimea mbalimbali mbali kama hizi unaweza ukajua uh, okra na nyingine kadhaa. Hii hawaandiki bei lakini nadhani... oh, hii ni okra. Nadhani mti mmoja ya hii naweza kawa sawa. Hii moja, hizi ni mti nne Eh, okra huwa inaota kwa mti. Unaona inakuwaga na mti kubwa hizi. Oh, eh. Ni nne ni sawa, tuchukue tu hizi nne, hizo nne ni sawa. Tomato utahitaji tomato si... no, hizo zimekuwa mbili, zikiwa mbili ni, ni, ni eight. Mm. Eight trees. Kwa, kwa mulichukua Ya, hii moja acha ibaki, tuchukue moja. Unaona hiyo moja iko na mti ine, ndio? Eh, hiyo hiyo e, hiyo ine ni mingi. Wewe unaniuliza na mimi nakwambia mimi ni mlimaji halisi. Kongo tumekuwa nazo sana, ndio? Hiyo moja ni mti unaweza sijui huku kama inaota kama zile za kwetu Kongo. Iko sawa, hiyo moja iko sawa. Inaotaka kama mti na sio aseme utatumia season moja hapana. Ikirudi tena inarudi. Hivyo ndio okra inakuwaga, hadi wakati itazeeka ndio inaanza kuleta zile ngumu. Unapata saa mtu anaweza kata hiyo mti. Ikiwa hapa pia ni vile vile, itakuwa iko sawa. hiyo moja, hiyo mmoja tumechukua, inatosha. Hizo ni mti ine tofauti, si ndio? Mbona ni kama unashindwa kuniamini? Hiyo inatosha, mimi ni mkulima. Hapana, hapana, rudisha hiyo bwana. Hizo zitakuwa mingi hadi mwenyewe utaanza kosa uziweke wapi. Ipange kwa line, unajua mzungu alipanga kwa line. Rudisha hapo nyuma kidogo, vwala, like that. Hii ni maragwe, um, hiyo o minji minji? Hapana, oh. minji. Minji hiyo tutafaidika, tukichukua minji tutafaidika. Minji peke yake afadhali, maharagu wenyewe unajua utakula majani eh, unakula na na nini Chibika, kayo, kiukamba. hautaki kiukamba eh? inaharibikaga haraka, haiwezi kaa kwa friji. Yeah, yes, tomato tomato inakwaga pia expensive hapa Canada sana. Unaweza kuchukua tomato hata kama ni mti moja, lakini hizi zinaonekana mzuri kuliko. Lakini sasa tomato pia lazima kuwa makini. Unajua wako na tomato zile ndogo za kukula mbichi na wako na zile normal za kupika, za kupika, za kupika basi Unaweza chukua hiyo moja hiyo moja, moja inatosha ya red -up. Hii moja. Yeah. Na ujua hii ni ya Canada, hii sio ya kiafrika hizo, eh? Zinatosha kwanza nne ni mingi sana. Yes. Hapana, hiyo iko sawa. Iweze leta tomato moja. Haya, pilipili. Unahitaji pilipili. Carrot, hii ni seleli ama ni carrot? hii ni carrot. Oh, kwa kona huko mwanzo lazima tuchukue pia hiyo hiyo. alafu hiyo ingine ni nini? No, hiyo moja hiyo tomato moja inatosha. Hii nayo ni gani? Oh, hii ni Cabbage. Cabbage. Uh, hii sasa ndio viazi. Yeah, hii ndio viazi na hiyo ndio inauza expensive za 9 dola, kuna za 5 dola, kuna za 3 dola, 5 dola, 6 dola na 10 dola. Sijui, hawezi toatoa hivyo, lazima ende ingize kwa udongo vile ambavyo inakaa eh. Nyingine mbili majona atakuja kuenda mingi sana hapa mm-hmm. Hizo mbili zinatosha like itaspread <laughs> Eh, iko ndo maana hivyo inatosha yeah. Hatujachukua uh, maboga ama pumpkin. Alisema hiyo ni pumpkin, have, pumpkin. Yeah. Wild pumpkin. Mm-hmm. Na wao wataitoa hiyo, hahitajiki kukaa hapo. So, tunatakiwa kupata uh, pumpkin. Hiyo ni maua hiyo. That's so nice, yeah? Yay! Hi, girls. Esther, what are you doing? You are building a house. Are you building or are you gardening? Okay. So, tumeshaendea mbegu. Slowly, don't be faster. Saizi tunasaidiwa sasa kusukuma. Unaona kuzaa kuzuri <laughs> mbegu inasukumwa kupelekwa kwa gari na watoto. Alafu tunaenda kupanda sisi wote, hakuna ule ambaye atabaki. No, so we are putting in the boot. Take it back. Take it the other side of the car. Yeah, Esther push. Sasa ni kuenda kwa shamba sasa, tuende tupande. Niliwaambia mumizunguko ambao nilikuwa nafanya nikapata mahali pa, ku, pa kupanda. Funga mlango, tuende shambani sasa, tufanye kazi haya. Unajua, Kanada aina yao ya kupanda ni tofauti sana na ile ambayo sisi tunatumia eh, kwetu manyumbani. Kama unaona hiyo saidi ya pili yote huko Oredi ni mbegu hizo zimeshawekwa, achana na hizo mti ambazo ziko upande wa pili mahali unaona kuna gari huko. Mm? Lakini hii ambayo iko kando ya pili ya barabara ni mbegu. Hii yi ambayo iko saidi yangu ni majani, lakini ukivuka hiyo saidi ya pili ni mbegu ambayo imeshawekwa hapo. Hiyo wheat. Wheat sijui inaitwaga nini kwa Kiswahili. So, achana mimi niende sasa niende ku weka mbegu yangu shambani, nianze kazi ya kupanda. Unajua, Canada usipofikiria sana utatumia pesa mingi sana, lakini nashukuru Mungu kwa kuwa nimepata sehemu ambayo naweza nikapanda, na naenda kuweka mbegu nikiwa kwenye mizunguko ya mashambani. Sorry, nikabahatika kupata hiyo nafasi, so najua wana KHP kwa sapoti ambao mnazidi kunipea, pia lazima niwaonyeshe vitu nyingi ambazo nafanya. Acha tuende tuweke mbegu pamoja, alafu muone kama ningali nakumbuka kulima ama. Uh, aina pia ya kilimo ya huku inaweza kawa tofauti kidogo na hiyo ya kwetu, ni muhimu pia uweze kujua hizo. Niliambiwa kuna jembe nisikuje na jembe, lakini nitaenda nitafute kipao hata kama ni kali kadogo alafu niende nione aina gani ya jembe ambayo nitapewa, nisikuje kupewa jembe ambao sitaweza kutumia, alafu nianze kufungua macho. Gari imekuwa kama kashamba kadogo.